Na mnikubalie nimalize kwa kusema. Leo nawakaribisha katika mchezo ya mpira ya Shabana na Gor Mahia. Na ni mchezo wa kirafiki. Ni mchezo wa kirafiki. Lakini Shabana wacha niwaambie, Shabana ndio namba moja. Mkienda katika ligi ndio iko pale namba moja. Ndio imetangulia. Nataka niende pale tushinde Gor Mahia, unajua. <laughs> mimi ndio party leader na patron wa chama cha ya Shabana, lakini leo tunacheza ni mchezo wa kwa rafiki, sio ile ya kuchukua kikombe. Pia leo FC na Bandari leo wanacheza, ndiposa tupate wale ambao watacheza kesho. Kwa hivyo mimi natakia timu hili ambayo itashinda ni baraka, e, ikiwa ni Shabana, ikiwa ni Gor Mahia, ikiwa ni FC Leopard, ikiwa ni Bandari. Hizi ni clubs za community. Hapa ninakumbushwa kwamba kuna bunge la mwananchi, na watambua na wale ambao ni disability. Najua kwamba mko hapa nawakumbuka sana. Kitu ya mwisho nataka niseme kunajua kuna kunawala...